Ambapo moja kwa moja tuanze na habari kuu kwa siku ya leo ambayo inamhusisha eh, marehemu spika eh, mstaafu wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania Samweli Sita ambao naeleza kuwa spika mstaafu wa bunge la Tanzania Samweli Sita amefariki dunia usiku wa kuamkia leo jijini Munich nchini Ujerumani ambako amekuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Technical University of Munich nchini humo. Marehemu Sita ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 74. Kufuatia taarifa za msiba huo wa spika mstaafu na bunge na mbunge mstaafu wa jimbo la Urambo mkoani Tabora, rais John Pombe Magufuli amemtumia salamu za rambirambi spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai, ambapo ameelezea kupokea kwa mshtuko na masikitiko makubwa taarifa za kifo cha Samweli Sita na kwamba limempoteza mtu muhimu aliyetoa mchango mkubwa katika uongozi na maendeleo. Hii ni sauti ya marehemu Sita wakati wa uhai wake.

Na rais amesema atamkumbuka mzee Sita kwa uchapakazi, uzalendo na tabia yake ya kusimamia ukweli katika kipindi chote alichokuwa kiongozi katika ngazi mbalimbali za siasa na serikali. Kupitia kwa spika, Rais Magufuli ametoa pole kwa mke wa marehemu Margaret Sitta ambaye ni mbunge wa Urambo na familia nzima wabunge, wabunge ya marehemu wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, wananchi wa Urambo mkoani Tabora na watu wote walioguswa na msiba huo. Mungu aiweke eh, roho ya marehemu mahala pema peponi.